Biblia inasema, this time round ha, akavua mavazi ya kifalme, akavaa mavazi ya linen, linen ilikuwa inamaanisha unyenyekevu, akajua as long as long ninajiona mfalme I will never praise God. Ha, shida ambayo uko nayo ni kwa sababu bado uko na ya jina lako na unataka umsifu Mungu, you can never praise God whenever you carry a crown of your title. Ndio maana Daudi akasema the only way to praise him is when I take off my kingly garments and put on the garment of respect and put on the garment of linen, ili kwamba ni muabudu Mungu whenever you come into the presence of God. Acha cheo chako pale inje mwambie Bwana, I know I am respected in society ha, lakini mbele yako I am a nobody ha. Daudi akasema nitacheza mbele za Bwana kwa sababu sijioni tu kama mfalme ha. Yeye ndio mfalme wa wafalme. Kwa hivyo kama yeye ni mfalme wa wafalme, lazima ufalme wangu ushuke mbele ya ufalme wake. Shida ambayo uko nayo ya kumsifu Mungu ni kwa sababu sababu unajitazamaga vile ulivyo.